Inna alhamda wanneamata laka walmulk la sharika lak. Kamisheni ndio nasimamia mfuko huu, lengo lake kuu ni kuwawezesha wanachama kwenda kutekeleza ibada hija, kama kama, kama tulivyosema hapo awali kwamba wanachama anapochangia katika mfuko wa hija, michango yao ya wanachama inachukuliwa inaenda kufanyia biashara ya halal na faida inayopatikana inaingiziwa wanachama kwa mfano mwanachama anachangia kila mwisho wa mwezi laki moja au elfu hamsini fedha zake ambazo zinazochukuliwa kufanya biashara faida inayopatikana kwa mfano kwa mwaka mzima amepata huku kasheeka milioni moja faida tuseme laki moja kwa hiyo itakuwa milioni moja na laki moja tofauti na kwa mfano ki katika mifuko, mifuko au katika akaunti za wengine kwa mfano zipo watu wanaweka hakiba kwa ajili ya hija, lakini kule nako hakuna faida yoyote. Kwa hiyo ndio Kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana ikaona kuna haja ya kuanzisha mfuko hii ili kuwawezesha wanachama au wananchi kwenda kutekeleza ibada hija wakiwa bado na umri mdogo. Katika mfuko wa Hija tuna aina tatu za wanachama. Wa kwanza ni mwanachama binafsi yaani mtu ye mwenye anajiwekea hakiba ili kwenda kutekeleza ibada hija ambapo pesa zake zitakapokuwa zishakamilika. Na pia tuna mwanachama kikundi, hii inakuwa watu wawili mpaka kumi wanashirikiana katika kutoa michango, na jinsi gani watakavyoenda kutekeleza ibada hija inategemea na makubaliano yao walioweka, ambayo yamethibitishwa na mwanasheria, aidha ikitimia mtu mmoja mmoja waende au wawili au wasubiri mpaka ishatimia wote na pia tuna mwanachama mwenza, hii inakuwa mzazi au mlezi anamfungulia mtoto wake ambaye ipo chini ya miaka kumi na nane, anamwekea akiba yake kidogo kidogo kwa lengo la kwenda kutekeleza ibada hija. Lakini mtoto yule anapofika miaka kumi na nane, inabadilika kutoka mwanachama mwenza kwenda binafsi, japokuwa mzazi au mlezi anaendelea kumchangia. Sifa za kuwa mwanachama wa mfuko wa hija: kwanza, mwanachama anatakiwa awe Muislamu, kwa sababu kama tunavyojua ibada hija anatekeleza ni Muislamu na mtu ambaye ni baligh, mwenye akili timamu, na pia ni, anaishi Tanzania au ambaye si raia Tanzania lakini au mtu ambaye si raia Tanzania lakini amethibitishwa kutokana na kule uhamiaji. Na pia katika kujiunga na mfuko wa hija, katika kujiunga na mfuko wa hija mtu anakuja na ikiwa mwanachama binafsi basi atakuja na picha yake mwanachama na mtu wake wa karibu, pamoja na kitambulisho cha mwanachama yule na mtu wake wa karibu, ili likitokea lolote hatukupatie tumpate ule mtu wa karibu, mtu wa karibu. Lakini ikiwa mwanachama kikundi, inakuwa wanajichagua kama wasimamizi wako wanne kuwakilishi wenzi wao. Hao wanne ndio wanakuja na picha na vitambulisho, wale kule wengine wanakuja na vitambulisho. Kwa mfano, mwana kikundi wana watu sita. Kwa mtajichagua wanne kama ni viongozi ambao wa watakuja na picha na kitambulisho. Wala ule aliyobakia wataleta vitambulisho. Na kila mwanachama anatakiwa aweke nini? Wasia wake. Kwa mfano, katika wanachama kikundi tunajiuana. Labda, mmeweka makubaliano mtu aende moja mmoja. Kati yenu, mmoja akaenda lakini akafariki. Je, yeah, mtaendelea vipi? Lakini kila mwanachama anapojiunga anaweka nini? Wasia wake kwa ile tutaweza kuhimili ile kuiendesha amana yake. Na pia ikiwa mwanachama mwenza mzazi, unakuja na picha yako mzazi na ya mtoto na we mzazi unakuja na kitambulisho na mtoto namletea cheti cha kuzaliwa, katika namna uchangiaji wa mfuko wa Hija. Aidha, ikiwa mtu ni mwajiri wa serikali au sekta binafsi ambaye ana kazi rasmi, basi anaweza kuchangia katika mfuko wa Hija kupitia kukata katika mshahara wake au kuweka agizo la benki, au anaweza kuweka tu katika wakala au PBZ yoyote. Na pia ikiwa mwanachama yoyote ambaye anafanya anafanya shughulisha yeye mwenyewe, kwa mfano auza fanya biashara wewe mwenyewe, unaweza ukajekea hakiba yako kwa kuweka kwa wakala au kwa kupitia agizo la benki. Na mwanachama anapojiunga na mfuko wa hija, je, ana uwezo yani kutoa pesa zake? Mweka amana umepata hali yoyote vile, je, una uwezo kutoa pesa zako katika mfuko wa wanachama, mfuko wa hija? Mwanachama anaweza kutoa pesa zake ikitokea hali maalum. Kwa mfano, umechangia katika mfuko wa hija miaka yako mitatu, pesa zako hazijatimia kwenda kutekeleza ibada hija, lakini akajamfadhili akakupeleka kwenda kutekeleza ibada hija kwa hiyo naweza kuja ofisini pale, nakurejeshea pesa yako pamoja na ile faida ambayo umechangia. Au binadamu umefariki, umefariki, tumesema kama mwanachama lazima aweke wasia, aidha wasia unasema, labda pesa zangu kama zimetimia nitekeleze ibada hija, au kama haijatimia warithi wangu ongezee, au nikuwapea warithi wangu. Kwa hiyo mtu ambaye amefariki, anataka pesa zake wapea warithi wake, atapewa warithi wake au mtu umepata hali yoyote vile huwezi tena kuchangia, mfano ya maradhi. Kama ninavyosema, hija ni mtu mwenye uwezo. Kuna uwezo tena kuchangia, alafu pia umepata maradhi, nitaka pesa kwa ajili ya matibabu, unakuja pale kamisheni, tunakupa pesa yako na pamoja na faida yako. Katika mfuko wa hija hakuna makato yoyote, kama kila mwisho wa mwezi ukatwe. Hapana, haukati pesa yoyote. Amaunti yako utakayochangia ndio hile hile ambayo utaikuta na mtu anapojiunga na mfuko wa Hija anajaza fomu. Akishamaliza anatoa elfu kumi elfu kumi, ile ni ada ya kitambulisho ambayo utapewa kadi maalum ambayo itakuthibitisha wewe ni mwanachama wa mfuko wa Hija. Na pia mwanachama anaweza kuchangia fedha zake kwa Tanzania, au US dollar. Yeye mwenyewe tu ana uwezo wa kuchangia, na kama mwenzangu mkurugenzi alivyosema hapa, sasa hivi tushakaribia wana wanachama arobaini ambapo amaunti zao zishashukuliwa tushaenda kufanyia biashara na takriban, inshaallah wataweza kupokea gawio lao takufika mwisho wa mwaka. Kwa kweli, ugeni huu tumeupokea vizuri, kwa sababu kwanza wanafunzi hata na sisi walimu tulikuwa hatuna hii elimu ya kukwahija. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu atujalia, tumeletewa na wanafunzi wangu wengi pamoja na walimu wamehamasika kwa hivyo inshallah, Mwenyezi Mungu akitujalia na sisi kupitia huu mfuko wa Hija tutaweza kwenda huko Maka, insha Allah. Tumepokea vizuri, tumepokea vizuri sana na tutahamasika na inshallah Mwenyezi Mungu atujalie kila laheri, na sisi tutahamasisha wenzetu kwa sababu walimu na wana, wanafunzi wengi hawapo wengi walipokuwa madarasani lakini kutokana hili elimu tuliyoipata, tutafikishia walimu wengine pamoja na wanafunzi wengine, na inshala kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, basi tutafaidika sote. Asante, tumefaidika na hii elimu tuliyopewa leo na wakfu wa mali ya amana juu ya mfuko wa Hijja. Kwanza nilikuwa sijui kwamba kama sisi vijana ni, ni muhimu zaidi kuhiji kuliko vile tukiwa wazee tushastaafu tushazipata pesa. Kwa upande wao wametusaidia sana, kwamba tunajua sasa hivi unaweza kujiwekeza kidogo kidogo, mwenyewe kijana kama kijana, ili ukafanya ibada hiyo ya hija. Na ushauri labda kwa serikali kwamba kama ina uwezo inawezekana vile ikatoa kama shindikizo kwa kila Mwislamu